kula na dawa Tanzania TFDA mkoani Mwanza imekamata shehena ya viroba vya pombe vinavyosadikiwa kuwa ni vya bandia vyenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 75 endapo vingeuzwa sokoni. Aina ya viroba hivyo vilivyokamatwa ni Signature Vodka, Rider Vodka pamoja na Empire ambavyo mamlaka hiyo haijatoa idhini ya kutengenezwa na kuingizwa sokoni kwa ajili ya utumiaji. Tupate taarifa zaidi. Tetesi za uwepo wa kiwanda bubu kinachotengeneza bidhaa ambazo TFDA haijazipatia kibali cha kuuzwa. Ndiyo sababu ya ziara ya ghafla katika eneo hili la Nyakato jijini Mwanza. Hata hivyo, ziara hiyo haikuwa ya mafanikio baada ya wenyeji kuwa taarifu kuwa eneo hili halina kiwanda cha namna hiyo. Mashaka ya taarifa hizo yakaisukuma TFDA kuchukua hatua dhidi ya kiwanda cha Mwanza Laikraine ambacho kilihisiwa kustiri uovu huo. Ili kuendelea na upelelezi wa kina, siku moja baadaye, taarifa zikatolewa kuwa shehena ya bidhaa hizo imehamishiwa katika gara la Mwita Ikoi, eneo la Mwanza Thaudhi jijini Mwanza. Safari ya viongozi wa mamlaka hiyo katika gara hilo awamu hii ikawa ni yenye mafanikio right. Hapa ndipo bidhaa hiyo ambayo ni kiburudisho kwa vijana wengi ilipokutwa imehifadhiwa ikiwa ni hatua ya kukwepa mkono wa sheria kwao. Tumebaini bidhaa zile ambazo tunahisi ni bandia za Empire Kenny Spirit na Rider Vodka pamoja na Signature, kwamba ndio zile ambazo zimetoka kwenye kiwanda ambacho tulikifunga na ambacho tulikibaini kwamba kinatengeneza bidhaa bandia. Tahadhari ni matumizi ya bidhaa kwa umakini. Unaweza ukapata hata upofu, tumeshuhudia unaambiwa amekunywa pombe fulani, mm, watu wamepata upofu au wamekufa. Ni kwa sababu ya viambata vile havijathibitishwa. Tumea maeneo ambayo bidhaa ile inatengenezwa hapajathibitishwa, uh, mali gafi inayotumika haijathibitishwa. Kwa hiyo bidhaa yoyote, iwe ni dawa, iwe ni kipodozi, iwe ni chakula, kama haijathibitishwa na mamlaka, uwezekano wa kuwa si rafiki ni mkubwa. Sheria kutoipa mamlaka hiyo kuchukua hatua za kuharibu mitambo au vifaa vya utengenezaji wa bidhaa hizo pia inatazamwa kama changamoto kwenye kwenye, kwenye masuala. Bado nimekamata gari lina huu mzigo, sheria bado haijasema chochote kuhusu premise, ambayo labda iwe ni jengo ambalo tumelisajili, ile tuna mamlaka hata ya ku ya ku revoke license, lakini kwa gari ama kwa mashine sheria yetu imenyamaza , sio kama sheria ba za TRA naona oga wadi wana confiscate hadi kile chombo kilichohusika. Viroba hivi vinadaiwa kuwa ni pombe pendwa kwa wengi ambao sare yao ni kinywaji, lakini tahadhari kabla ya matumizi inasisitizwa kuwa ni muhimu ili kuepuka madhara. Hali hii inatajwa kuwa ni miongoni mwa injini za vijana leo hii shehena hii ikidaiwa kuwa huenda ni shehena bandia ambayo thamani yake inatajwa kuwa zaidi ya shilingi milioni 75 za Kitanzania. Swali linabaki ni je, ni wangapi tayari wameathirika na shehena hii? Projesus Binamungu, Star TV Mwanza.